la Dar es Salaam, Jude Thaddaeus Ruwa'ichi amesema wale waliojitokeza wakijitambulisha kama Katoliki na kusema wamepeleka barua balozi wa Vatikani nchini ili kumshtaki Padri Dkt. Charles Kitima ni vibaraka na hawana sifa ya kuwa Kristo. Amesema hayo Disemba 25, 2025 akitoa homilia yake wakati wa adhimisho la misa takatifu sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika parokia Bikira Maria Mama wa Kanisa, Goba jijini Dar es Salaam hatu sio Wakristo wa jina tu. Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa nimsikia a mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa baba, balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima, wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa wake amethubutu kuwa mnafiki amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni mkristu kweli. Huyo siyo mkristu, huyo ni kibaraka, huyo ni ndumilakuwili, huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Kristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristu na sitakuwa ndumilakuwili. Mimi ni Mkristu na sitasema uongo. Mimi ni Mkristu, sitamwonea sita, sita yeyote kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kuthubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Haya yanakuja ikiwa ni Disemba 22, 2025 ambayo ni majuzi tu, Jumatatu, ambapo vijana wawili ambao ni Stanslaus Nyakunga na Elia Faustin wakizungumza na vyombo vya habari jijini Dar es Salaam siku ya Jumatatu, kufuatia baada ya kuwasilisha barua rasmi kwa Askofu Mkuu Angelo Accattino, balozi wa Vaticani nchini Tanzania, ambapo wanasema katika barua hiyo, waumini hao wameomba kwanza kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja na malalamiko yaliyopo dhidi ya Padri Dr Charles Kitima, ambaye ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC, ili mamlaka husika za Kanisa zipate tathmini ya kina juu ya mwenendo wake. Akizungumza, Nyakunga Stanslaus alieleza kuwa ombi la pili ambalo wamewasilisha kupitia barua hiyo ni kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa Kanisa Katoliki unabaki huru na kujitegemea na siasa za vyama, ikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ambacho Padri Kitima amekuwa akihusishwa nacho katika mitazamo iliyoenea ndani ya jamii, hasa nchini. Katika barua yetu kwa Balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka. Niseme hivyo makia taratibu, tena jambo litakuwa ni lile lile. Moja, kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr Charles Kitima. Lakini pia namba mbili, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa Kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Namba tatu, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka